Kufuatia hatua ya wanaharakati Boniface Mwangi na Agatha Atuaire wa Uganda kusimulia mazito waliopitia mikononi mwa maafisa wa usalama kwa siku nne nchini Tanzania, wanaharakati na baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini wamejitokeza na kulaani matukio hayo, wakiyataja kama ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu.

To the National Assemblies. Kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua ambaye alikuwa miongoni mwa waliokuwa wa kwanza kuzuiliwa na kisha baadaye kufurushwa mara tu baada ya kutua katika uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere vilevile vile, akirejelea masaibu yao katika uwanja huo na kuwanyoshea kidole cha lawama viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki kwa ukiukaji wa sheria. These events are not isolated. They mark a dangerous Wanaharakati hao walikuwa wameelekea nchini Tanzania kuhudhuria kesi ya kiongozi wa upinzani nchini humo, Tundu Atifas Lissu ambaye anakabiliwa na shtaka la uhaini. Sasa wakimlaumu rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa kuendeleza uongozi wa kiimla ulioanzishwa na mtangulizi wake ndani ya chama tawala cha CCM. President Samia Suluhu Hassan, once held as a reformer, has now fully, fully embraced a tyrannical playbook of her predecessor, with Tanzania's general elections beckoning in October this year. Matukio haya yanajiri huku zikiwa zimesalia miezi kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu kuandaliwa nchini Tanzania. Hata hivyo, chama hicho cha upinzani hakitakuwa kinashiriki uchaguzi huo baada ya kupigwa marufuku kufuatia hatua ya viongozi wake kushinikiza kuwepo mabadiliko ya kikatiba, ndiposa uchaguzi huru na wa haki ufanyike.